Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-2025 Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lilipokea jumla ya matukio ya moto 2517 na matukio 33 kati ya hayo ni ya majengo ya serikali sawa na asilimia moja nukta tatu. Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto amesema mafunzo haya ni muhimu kwani yatasaidia kupunguza kama si kumaliza kabisa matukio haya ya moto. Majengo 33, ndugu mgeni rasmi, sisi kama Zimamoto tumeona kuwa ni mengi na hivyo tukaona ni vyema tuandaye semina hii kusudi leo tusiripoti majengo 33 siku nyingine tena tukaripoti majengo mia. Lengo letu tunataka tusikie kwamba hapakuwa na jengo la serikali. Majengo ya serikali 438 nchini yalifanyiwa ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto katika kipindi cha mwezi Julai hadi Septemba 2025. Katika ukaguzi huo jeshi limebaini baadhi ya changamoto zikiwemo A, majengo kutokidhi viwango vya usalama wa moto kama sheria na kanuni zinavyoeleza. B, majengo ya serikali kujengwa bila kuwasilisha michoro kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili kupata ushauri wa kinga na tahadhari ya moto, pamoja na mikakati mbalimbali ya serikali ya kuonesha huduma za moto na uokoaji tuliyosikia hapa kipo changamoto ya wizara zetu kimsingi, kama ambavyo tumezungumza, kutotenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa vifaa mbalimbali na wakati mwingine hata ukaguzi. Ni waombe ninyi wote mliweko hapa, kama kama walivyosema, kushirikiana na ma kutenga fedha, lakini vile vile ninyi wenyewe kusimamia ukaguzi, lakini vile vile mazoezi mbalimbali ambayo yanaweza mbali mbali kufanywa uh, kwa ajili ya kujikinga na kuweka utayari dhidi ya maafa zosalia moto. So haya yatafanyika kwa muda wa siku mbili hapa Morogoro. Theresia Mwanga FM kutoka